Kipindi ambacho kilichopita tulikuwa e, tunazungumzia issue ya ha, unatakiwa kuarticulate, he, unatakiwa kuarticulate kitu ambacho unakisokonisha, una, una, una kwa hiyo, kwa sababu ya taarifa hizo kuwa nyingi nyingi, watu wana wasiwasi, haielewi kabisa teknolojia ya AI, anaogopa kwanza. He, hao, wanafunzi wangu sasa anahitaji mtu wa kumshika mkono na kumwonyesha jinsi ya hii biashara ilivyo salama amejaribu biashara nyingine mtandaoni na akapigwa changa la macho. Tunaona <laughs> hicho GPT yangu inapotumia maneno ya kihuni ni kwa sababu gani? <laughs> Imemzoesha, eh? <yeah>? Imezoea <laughs> vile ambavyo mimi naandika. Hii neno changa la macho ameitoa wapi? <laughs> Namba 4, eh, tabia na tabia za ununuzi, ana tabia ya kuangalia reels na stories za mafanikio kwenye Instagram. Unaona hizo sehemu ambazo unatakiwa utengeneze reels huko. Kama kutakuwa na testimonies kutoka kwa wateja wako, weka huko. Eh, huuliza rafiki kwanza kabla hajachukua hatua kwao. Unaweza kuona ni mtu ambaye anatafuta taarifa kwanza ndipo anunue. Unajifunza nini kama mtu wa marketing? Maanake unatakiwa uproduce content zaidi, kwa sababu huyu anasati taarifa kabla ya kuamua kununua. Kwa hiyo, akienda Instagram anakutana na mambo yako, akienda YouTube anakutana na mambo yako, akienda Facebook anakutana na mambo yako. Anajua hii ni kweli. Eh, kwa sababu anakutana ili mtu anunue wanasema anahitaji kwa ku, eh, akutana na touch points walau 11. Unaweza kuona nilikuwa nafanya kwenye group, wengine mlikuwa mnakereka. Narudia mambo yale yale kwenye group na shaushi na shaushi. Kuna watu mle waliingia siku ya kwanza, lakini wamenunua siku ya mwisho. Labda <laughs> ametumia message, sio mtaja jina akasema I said. Nilikuwa najiuliza uliza bwana, siku ya mwisho kabisa ile tarehe 20 usiku ndo amelipia. Siku zote alikuwa pale, lakini kwa sababu zile message zile dozi nilikuwa nazitoa zile touch points. Kwa hiyo mtu ile anunue, wengine wanahitaji touch points zaidi zaidi ya saba. Kwa hiyo akukute huku akukute huku akukute huku eh Adapo, taarifa, taarifa koe, hata taarifa akutana na taarifa zako nzuri. Kwa hiyo hataki kupoteza muda, anataka maelezo rahisi na ya haraka kueleweka. Hata na mambo ya cryptocurrency, mambo gani, maneno magumu magumu, mwelezee tu jinsi ya kuwekeza sarafu, unapataje faida, unanufaikaje, hasara zake pia. Unapoeleza mpaka na hasara zake, unajenga una credibility ya kuaminika. Hakuna kitu ambacho kina faida tu. Hata mimi nilipoanza kufundisha yani, AI niliwaambia, AI inatumiwa vibaya pia na watu. Kwa hiyo uwezi kusema tu AI ina faida ina faida au ah, tuonekane ni mwongo. Kwa hiyo elezea changamoto lakini ukishaelezea changamoto, elezea namna ya kuzitoa hizo changamoto. Ndivyo ambavyo tunawateka wateja. Kwa hiyo huwa anahamasika sana na testimonies na shuhuda, eh, shuhuda kutoka kwa watu ambao wamefanikiwa. Kwa hiyo wateja wako ambao wamepita, waombe wa kuandalia testimony. Kuna kitabu nimekiandika kinaitwa Uthibitisho uh, kinaitwa wa Jamii, jinsi ya kugeuza wateja wako kuwa mabalozi watakao kuletea wateja wapya. Hicho kitabu ni kizuri sana. Tumia testimonials za, za wateja wako ambao tayari wamesha, wamesha nunua. Yaani hapa uh, Dr. Hamadi akizungumza juu ya ubora wa programu yangu ya AI Mastery ina nguvu kuliko nikizungumza mimi. Sinataka hela, hela yeah, atake hela, anazungumza tu ukweli wake. Kwa hiyo kuna nguvu ya kuwatumia wateja wako ili kupata wateja wapya. Kwa hiyo tumia hiyo, maanake, unaona, hii yote inakupa ina mwanga uandaye matangazo ya aina gani na content za aina gani kwa ajili ya kuwalenga watu wa aina gani wanaotamani vitu gani, lakini wenye hofu zipi hmm? Namba tano, vitu vinavyomshawishi. Eh, maisha magumu na mfumuko wa bei anatafuta suluhisho. Ushuhuda wa watu waliowekeza e, kupitia Royal Q na kufanikiwa. E, anataka kupata access ya mentor anayejali na anayempa support moja kwa moja, lakini elimu ya bure au video inayoeleza kwa Kiswahili jinsi Royal Q inavyofanya kazi, mpango wa referral au team support inayomsaidia kufanikiwa. Yaani anakupa kila kitu nzuri, unaweza kuona jinsi gani biashara iko rahisi eh iko rahisi kweli hmm? Message muhimu za kumshawishi nakupata kabisa ChatGPT eh? utapeli ni teknolojia halali inayotumika duniani kote huwezi kuwa huru kifedha kwa kutegemea mshahara pekee ukiwa na simu, internet, na simu na mwongozo sahihi unaweza kuanza kidogo eh? Eh, tunakushika tuna, tuna mkono hadi uelewe hakuna kulazimishwa kuwekeza kabla ya kuelewa kwa hiyo umlazimishi mpaka aelewe kwanza eh? ukweli eh, ni kwamba AI ni future au ni mustakabali wa mafanikio yetu unataka kuikimbia au kuikumbatia shawishi kwa hizo aina za content sauti ya ujumbe eh? Elezea zaidi msaada, uonyesha kwamba unaenda kumsaidia sawa eh, elezea juu ya mafanikio ambayo yatapatikana kwenye Royal Q, lakini kuwa mwazi, usifiche kitu, lakini vile kuwa na uhalisia, manake utaeleza suluhisho halali, sio muujizo wa pesa, kwamba hapa kuna namna ambayo unapaswa kweli ufanye kazi. Baadaye atakuza kwa kwamba ungependa pia ni kutengeneze picha ya buyer persona, infographs, in, infographic au pdf eh, unayoweza kutumia kwenye mawasiliano yako ya biashara. Hebu tumwombe atengeneze eh, infographics, tuone info Tengeneza infographics, acha tuone, subiri. Sio kama mnaona huu utamu kama ambao mimi mimi naona I don't know, but mimi naona ni, ni furaha kweli. Hebu ni niwafungulie, tuweze kujadiliana kama kuna watu wanataka, wakati inatengeneza hu inachukua muda, kwa sababu saa hizi watu wengi sana wanatumia. Let me unmute you my lovely people eh, mniambie mnaonaje hapa e? Naonaje mambo kama nani? Na, anaweza kuanza kutoa mchango wake leo, unaweza ukanyoosha mkono wakati tunasubiria picha yetu hapa, infographic ikiwa imetengenezwa tuone. Lakini pia ChatGPT anaweza kukutengenezea PDF, kutengenezea mimi ya kwangu alitengenezea katika mfumo <coughs> mfumo eh, mfumo wa table alitengenezea vizuri kabisa mm. Nani aanze kuzungumza? Unaweza ukanyoosha mkono au kipindi kishia hapa leo? Who is ready right to speak okay, um, wow. <laughs> What a lovely thing kimetokea hapa kwanza. Aisha wenyewe ni mrembo, ni Aisha. Wow, hivi haya ni maajabu unaweza kuona hmm? hata kama ameandika kwa kwa Kiswahili kwa Kiingereza hmm? Mtu kumuona huyo, Aisha anataka increase income, achieve financial freedom, expand earnings potential, build wealth. Yeye ana miaka 25 mpaka 55, anapenda zaidi Instagram Goes zake wow. Yes, yo. Cheers. Ni nzuri kwa unaweza uka, uka, da, uka download hapa. Wacha ni nimwambie aiandike ai, kwa Kiswahili. Mm. Kaka Tadeo, acha nikuombe u unmute. Unapata una shida nini? Ask to unmute. Uh, allow us want to unmute themselves. Watch unmute. Aha. Kila mtu anaweza ku, kuji unmute sasa. Mm. ya tayari nimefanikiwa. Karibu sana ya kwanza, shukrani sana. Naona mambo yanazidi kuwa mazuri kadi tunavyozidi kwenda. Shukrani sana kwa kweli, ni bonge la, la ofa, nashukuru sana, bei ilikuwa ni nzuri. Ndiyo. Mambo ni mazito, tunashukuru kwa hilo ya, nimependa. Somo la leo lilikuwa zuri sana na nimepata kitu, ila nilikuwa naomba msaada kwenye somo la jana mm. Nadhani hapa hapa hata hapa pige anakuja anakuruhusu kwamba no, kama unataka PDF. Ndiyo. Ya kwangu nilijaribu kumtaka kwamba nitengenezee PDF lakini mm. pale pale hajanifanyia hicho kitu. Nimekuwa natumia muda mrefu hii chat GPT japo nilikuwa natumia kama watu wengine wanavyotumia, yani kuanzia jana in short. Ndiyo. No, kuanzia leo asubuhi, ina maana nimeanza kutumia kifundi zaidi. Nimejaribu kumuomba hiyo nani pale pale ndo akaniambia kwamba muda wako inatakiwa uupgrade kwamba nilipie. Mm. Nilikuwa naomba if possible yeah, utengeneze labda au tufanye pati ndogo tu ya jinsi ya kulipia au jinsi ya kuandaa ile ni visa card kwa ajili ya kulipia, kwa sababu tayari mimi saizi anagoma kabisa kufanya baadhi ya mambo mpaka nadai nilipie. Una Gmail account ngapi? Nao moja. Ya, sasa hapa kwa nini ulipia unatokea una Gmail accounts nyingi? Ikigoma hiyo unachukua ile prompt yako, una login na Gmail account nyingine, unapata nafasi ya bure, unafanya kazi. Kwa nini ulipie? Lipia tu kama hicho unachokifanya kina kuingizia pesa. Mimi huwa sishauri sana kulipia, lipia kwa sababu dola 20 ni ah. elfu hamsini na ngapi? Kwa nini lipie? So unless kama na, na itakupa, ita, ita, ita, itakupa pesa, basi ndio fanya hivyo, lakini otherwise kwa na Gmail, nimetuma nime video ya kutengeneza Gmail account, yeah. Kwa nazo mimi nazo karibu 15, ikijaa hii naingia huku, naingia watu wanaweza kusema ni tapeli, lakini ina itakusaidia okay. una save pesa kwa sababu, kwa nini ulipia wakati unaweza kufanya bure? unahitaji kitu ndani zaidi, yes you can pay for it. lakini kwa sasa sishauri kulipia, unless ianze kukupa hela. Yani hiyo kazi unataka kuifanya kwa chat gpt, ianze kukupa hela. kwa nini vitabu vyangu nauza, naweza nikalipia sasa lakini, kama nimetengeneza kitabu bure na nakiuza kwa nini nilipie? so think of it yeah. lakini ni rahisi kutengeneza gmail account nyingine na ukaweza, okay, okay, kufanya. kwa hiyo unaweza kuona, acha kaka nani mwingine aji unmute, nyosha mkono ndio. Na kiongozi habari kiongozi. Eh, salama, karibu mnasasa samani hapo. Sasa kiongozi, naomba kuuliza kweli, ameleta na picha je? yeah. Kwa mfano kiwa anahitaji picha yangu ndio yeah. Ije yenyewe ana, anaenda kuchukua kwenye galeri yangu au anafanyaje? Hilo swali la kwanza yeah. La pili nimewahi kutumia yeah. ChatGPT aniandalie PDF kwa ajili ya maombi, mpaka sasa hivi ana mwezi mzima ananiambia bado itachukua muda mrefu. <laughs> nimesembia mpaka sasa hivi ana muda mrefu hajajiandaa Nimemfuliza wiki mbili akaniambia ngoja nipe mwezi mzima nitaikamilisha, wala usijali. Hii inakuwaje? Maombi mzee, lazima atoke moyoni mwako mzee, pale kiongozi. Ah, <laughs> <laughs> <mecha jipitiga, laughs> nilimwandikia maombi pale kwamba nataka yao hivi na hivi yahusishe ya hivi na hivi, akaandika ya moja, akasema sasa ungependa nikuandalie PDF? Nikamwambia ndio, jaribu niandalie PDF ya siku 30 hasa akaniambia kesho kutwa yake tena ananiambia kesho kutwa ananiambia kesho kutwa mpaka sasa hivi. Baadae akaniambia nipe mwezi mzima nitakuwa nimekamilisha. Nimeweka vitu ninavyohitaji na je, unahitaji vitu vingine ni kuongezea, uviseme hapa hapa mpaka sasa. Ulitumia uli, uli zile mbinu tano kwa usahihi kabisa, mkuu? nilikuwa nimejitahidi kuzingatia kulingana na alivyofundisha mwalimu hapa. Aa, wakati mwingine imeshajipanga mwingine kabisa ni e, kuna wakati mwingine e, huwa anapoteza ana, ana tu ule uwezo wa kuandaa PDF. Sasa namna rahisi kama ambavyo nimesema e, tuwe na ile Google Docs kwenye, kwenye, kwenye document, kwa sababu mm, kwa mfano Gemini imeungana moja kwa moja na Google Docs, kwa hiyo ina, inaweza uka, ukapeleka taarifa zako moja kwa moja kule. Nimesema nime vile kwa, kwa sababu gani, huyu Aisha bana kaka nani Mirumba atakusaidia, nitakutumia wa Aisha wako abitikarembo kwetu so, right. Kwa mfano tuchukulia hii taarifa ya hii maombi yako, si hapo kwa mtindo huu yameandikwa hivi, ndiyo sasa. Hapa una utakuwa una kopi haya maombi yako sawa, ndiyo unabonyeza hapa Eh nitakuwa kuwafundisha siku zinazofuata watu tu, leo ni niwaoneshe niwa kwa njia rahisi. Ndio maana nimesema lazima uwe na ile Google Doc kwa ajili ya kuhifadhi document zako muhimu eh, ni taarifa zako muhimu. Kwa hiyo achana naye huyo, kwa nini akusumbue kutengeneza pdf hiyo? Chat gpt acha kwa muuni kwa hiyo atakusumbua wakati mwingine, huwa hawawezi kutengeneza hiyo hizo pdf au sometimes wanakuwa wana wana yani wana anaelemewa huyu kwa sababu watu wengi wako pale. Kwa hiyo utakuja hapa utakopi, ukisha copy hapa unakuja kwenye Google Docs hapa, unaona Google Docs eh, ukishangia hapa kwenye kwenye Google Docs sasa. Mimi hapa hii Google Doc ya hii ni sehemu ya ya, ya vitabu vyangu, lakini naweza kwenda sehemu ya nini, sehemu ya post zangu. Unaona hizo post zangu, post nimeandika ma, -ma post mengi na tunza zile dozi ambazo wengine nilikuwa nawapatia, nilikuwa nimeziandika tayari, nimeshaziandaa unaona. Kwa hiyo ukiwa na ukiwa na nini ukiwa na na accounts Gmail accounts nyingi maanake una, kwenye Google Docs unapangilia vitu vyako hivi. Kwa mfano kama hii ni post maanake utakuja hii sehemu ya plus ya hapa chini ukibonyeza utaulizwa eh, choose template au new document unjo hapa kwenye kwenye new document ukishakuja kwenye new document paste pale unaweza ukabonyeza hivi Uka, uki, ukipaste maanake inakuja na mandi, uh, kila kitu ambacho umekikopi yani ule mtindo kama ulikopi kwa kwa zile bolded words itakuja hivyo kwa hiyo utakuja hapa utapaste ukisha paste hapa eh, Una, una, unaweza kuona mambo yote yale yabaya, utakuja hapa tu edit, utaondoa hichi kidudu ambacho cha cha ChatGPT utakiondoa pale. Kwa taarifa zako kama hiyo, sala yako yote itakuwa hapa, iko vizuri. Ondoa na haya madudu mengine ambayo hauyahitaji. Sawa sisi, kama unataka kutengeneza PDF ni njia rahisi tu, unakuja unabonyeza hapa e. Tumebakiwa na dakika kumi, tutafanyaje? Tutarudi tena, ndio basi paka kesho. Nigeria kiguzi hapo. Turudi tena, turudi, turudi tena. Sawa, so, utakuja hapa, utakuja hapa chini, utakuja kwenye kwenye share. Hapa unaweza ukachagua unavyotaka. Unaweza ukaja kwenye print hapa, ukadownload in PDF au ukaja kwenye send a copy. Ukisha send a copy itakuonesha hapo, unachagua unataka kusend kwenye doc au PDF. Kila kitu siku hizi kimerahisishwa sana. Utakuja hapa kwenye PDF. Kwa nini chat GPT ya kusubirisha mwezi mzima? Utabonyeza hapa, document yako itakuwa hiyo, inakuja. Inakuja. Inakuja, inakuja, inakuja, tayari ipo kwa PDF. Unataka kushare wapi ili uitunze? Tunza kwenye Drive au unataka kuitunza kwenye Gmail account? Mimi nataka nitume kwenye kwenye kwenye group letu lile, nitakuja hapa kwenye AI Mastery, nitaposti hapa eh, nitaposti hapo eh, tayari kitu kitakuwa kimekuja hapa tayari, hiyo ni, ni PDF yako. Kwa hiyo kazi imeisha. Kazi ime, ime imeisha. Kwa hiyo badala badala ya, ya kusubiria chat GPT akutengenezee hizo PDF, acha tuulize hapa e, tengeneza PDF. Ina hey, picha kiongozi kuna iwekaje? Sawa. Sasa picha uh, tuna darasa la picha. Mm, hey, kama hapo kwenye tangazo. <laughs> uh, kuna, kuna, kitu nimekifanya hapa skills. Ne, ne, ne, ne, ne. Okay, anyway, acha acha niondoke kwa stop sharing kwenye kwenye picha tuna darasa maalum la picha ambalo mambo yote yanayohusu picha nitafundisha ni nitafundisha, lakini e, kwa ujumla kwa ujumla. Sasa kama unataka kuweka picha, tumebakia dakika ngapi? Dakika saba. Okay, we can proceed. Kama unataka kuweka picha <coughs> nataka niweke, ni picha yangu kwa mfano uh, sina picha ya mdada okay. Uh, yangu kweli sina <coughs> picha kwa ya mdada. Sasa huyu Aisha atakwaje? Mimi ndio hofu yangu, anyway <coughs> Tende okay. nataka nataka ni share uh, screen tena share screen ile hiyo ya, ya picha ili upate hapa mwanga. mm, tayari nitaenda tena cha GPT kwa ajili ya, ya, ya, ya lile jambo letu apa e, nitaweka, nitachukua hapo picha nitaweka picha. Kuna hii picha yangu hiyo hapo, done. Naona picha nimeweka hapo sasa. eh, ondoa kwenye kwenye ile infographic ondoa picha ya mwanamke, mwambie picha na jina labda badilishi, weka picha yangu na jina jiwe Fred Ma badala ya Asha, mimi ni mwanaume. Mbili. Mm. Yes. <laughs> Atatuona atafanyaje hapo? <clears throat> Atengeneza hapo kwa tumbekia dakika sita tuone kama atakuwa tayari ameshatengeneza alafu tutarudi tena kwa ajili ya mjadala wa pamoja. Kwa hiyo hivi ndivyo ambapo tunapaswa tuna, tu tuna kuwa watu, watu, watu kutu, kwenye haya masuala. Nani, kaka Francis, karibu wakati tunasubiria picha hapa? Ila ila mpaka hapo kiongozi, nilikuwa nimekuelewa kabisa. Naweza kuandaa hapo nika nani hapo? Nitaelewa zaidi kadri tunavyoenda. Sawa. Eh, kuna mwingine ana, ana, ana, ana swali? Tumebakiwa na dakika nne tu au twende tukapumzike? Tutaona kwenye grupu kama tunataka turudi tena, tutarudi kama tuendelee kesho. Na jambo lingine tutaendelea kesho, wakati tunaendelea kufanya mazoezi ya jambo hili eh, kwa ajili ya kuandaa personal hii zaidi. Ni kama wewe ni mfanyabiashara, hii inakusaidia sana, inakusaidia sana. Okay, basi eh, sunaona nani kaka kaka, unaona hapo? Nasema amenini amenini no. Ameningarisha sana. Yes, hapa amechukua ile picha ameiweka hapo, jina ni hilo. Sasa umri, atakiwa niwekee umri wangu, kwani ameweka dash dash, miaka 25 mpaka sasa 55, haiwezekani kwa mtu kwa hiyo, lazima uwe na umri mmoja. Kwa hiyo changamoto na nini, unaweza kuona imetengenezwa vizuri sana, so hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka picha. Tunaenda kujifunza kwenye mambo ya picha baadaye vizuri. Ni moduli ya pili kutoka mwisho, ilikuwa ni ya tatu, lakini nimeiweka mwishoni kwa sababu e, eh umuhimu wake, ili watu msichoke. Okay, so Uh, let us call it day kama tutamani kurudi tena. Mi bado niko hapa, tutarudi tuta, tuta, tena. Basi kwa sasa tunaweza tukafunga kipindi.